Uchaguzi wa Papa Leo wa 14 Robert Francis E. Prevost haukuwa tu tukio la kidini lililofuatiliwa kwa umakini na mamilioni ya wa waumini wa kanisa Katoliki bali pia ulibadilika kuwa fursa ya kiuchumi kwa wacheza kamari waliobashiri matokeo yake kabla Leo kumi na nne kutangazwa kurithi mikoba ya Papa Francis aliyefariki Aprili 21, 2025 katika makazi yake ya Mtakatifu Marta Vatican. Majina kumi na mbili ya makadinari waliokuwa wanapigiwa chapuo kuchaguliwa katika wadhifa huo ni Petro Parolin kutoka Italia, Luis Tagu kutoka Ufilipino, Fridolin Ambogo Mbesungu kutoka DRC, Mateo Zupi kutoka Italia na Peter Edo kutoka Hanga lakini pia wengine ni Anders Aborilias kutoka Sweden, Pierre Batista Pizabala kutoka Italia, Juan Jose Omela kutoka Hispania, Reinhard Marx kutoka Ujerumani, Robert Sara kutoka Guinea na Mark Ulet wa Canada. Sasa, katika hali ya kushangaza, Kardinali Prevost ambaye hakutajwa sana katika mizunguko ya midahalo ya wachambuzi wa Vatican ndiye aliyeibuka mshindi katika uchaguzi huo, uchaguzi ambao uligubikwa na usiri mkubwa. Na inaelezwa kuwa kuna wacheza kamari waliotumia tukio hilo la kihistoria kama fursa ya kupiga mkwanja. Sasa tovuti ya jarida la Forbes limeripoti kuwa wacheza kamari mtandaoni walitumia zaidi ya dola za Kimarekani milioni 40 ambazo ni sawa na fedha za kibongo bilioni 107.9 hivi kubashiri juu atakayekuwa papa mpya, na mshindi mmoja alipata dola elfu 52 ambazo ni kama shilingi milioni 140 za kitanzania kwa ubashiri wa hatari kuwa Prevost leo atakuwa papa. Watu wengi sasa walijaribu kubashiri ni nani angechaguliwa kuwa papa mpya na hata kuweka pesa zao katika ubashiri huo. Wachache walitegemea kuwa angekuwa Mmarekani huyo kutoka Chicago nchini Marekani wacheza kamari waliwekeza kiasi hicho cha zaidi ya bilioni mia moja na saba katika mkutano wa hivi karibuni wa uchaguzi wa papa, kupitia majukwaa mawili tu ya masoko ya utabiri: zaidi ya dola za Kimarekani milioni 30 sawa na shilingi bilioni 80 fedha za Kitanzania kwenye jukwaa la Polymarket kulingana na tovuti yao, na zaidi ya dola milioni 10.6 zaidi ya fedha za Kitanzania bilioni 28 kwenye Kalshi. Kwa mujibu wa msemaji wa kampuni hiyo. Kwako wewe, kwa tukio hili la uchaguzi wa papa ulitumia kama fursa kujikwamua kiuchumi, kama watu wengine ambao wamepiga fedha zao kutokana na tukio hili, ama kwako lilikuwa ni tukio la namna gani? Niwekee comments kwenye comment section hapo. Mimi ni voice of Siraji, Siraji Zedi Shaban, 96.9 Afya Radio ndio kituo ambacho nasikika.